Kimsingi tunafurahia kuona wakati mnapata muda wa kututembelea kwa ajili ya kuja kutoa elimu ya kodi kwa mlipa kodi. E, tumekuwa na mwenendo mzuri kwa taasisi yetu ya TRA hapa wilaya ya Hai. Kimsingi tumefikia malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kama serikali kwa mwaka 2024-2025. Eh, tunatarajia kwa mwaka 2025-2026 tutakwenda zaidi ya hiki ambacho tumekifikia kama sehemu ya mafanikio yetu kwa upande wa TRA, na kumekuwa na mahusiano mazuri sana kati ya taasisi yetu ya TRA na wananchi katika wilaya ya Hai. Kwa kipindi ambacho nimekuwa mkuu wa wilaya hapa, eh, sijapata malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara wanaostahili kulipa kodi, lakini kutoka kwa eh, TRA kwamba wanakutana na ugumu kutoka kwa wananchi juu ya ulipaji wa kodi. Kwa hiyo kuna kazi kubwa na nzuri ya utoaji wa elimu imefanyika, lakini nimefurahi kuona mmekuja kwa ajili ya kuongeza nguvu ya kutoa elimu na wananchi wetu wapate elimu ya kodi kupitia eh, meneja wa TRA na mashineri zake zilizopo katika wilaya Hai. Lakini pia kama serikali tumekuwa na wajibu, yako maeneo ya muhimu ambayo pengine mtatusaidia eh, katika eh, kuongeza nguvu kama timu na ujio wenu. E, moja katika matumizi ya mashine ya EFD e, ni, ni, ni sehemu sahihi sana ya kuendelea kuikazia na kutoa elimu. Na nichukue fursa hii kutoa rai kwa wananchi wetu, na wao wawe na moyo wa kuwiwa kudai risiti pale ambapo wanapata huduma. E, ni wajibu wa kila ambaye anapata huduma yoyote kwa kununua adai risiti yake, na risiti hii sio ya kuandikwa kwa mkono, iwe EFD machine receipt ambayo itasaidia moja kwa moja kodi yake itakwenda eh, katika Mamlaka ya Mapato. Ni washukuru wafanyabiashara wote kwa kuendelea kuipa ushirikiano serikali kupitia meneja wetu wa TRA, na mimi naendelea kuwasisitiza pale ambako Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwamba eh, tusimamie mapato, lakini tufanye urafiki kwa kutoa elimu Wilaya Hai tumepokea zaidi ya bilioni hamsini na mbili kwa kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Hizi ni kodi zenu wa Tanzania wenzangu kwenye Wilaya Hai, na kile mlichokuwa mkikilipia kodi ndicho hichi maendeleo. Tumeona maendeleo kwenye sekta ya afya zaidi ya bilioni kumi na moja, tumeona maendeleo kwenye sekta ya elimu elimu peke yake msingi na sekondari bilioni kumi na tano. Eh, miundombinu ya barabara bilioni ishirini na moja E, tumejenga mashule mapya, tumejenga miundombinu mbalimbali mbali. Umeme tumeleta mradi mkubwa wa kupeleka umeme vijijini, na sasa hivi tunaenda kwenye vitongoji bilioni kumi, miradi ya maji bilioni kumi. Kwa so, hizi zote zinatokana na kodi, ndio maana tunaendelea kusisitiza watu walipe kodi. Awali ya yote nianze kutoa shukrani kwamba kwa ofisi yetu ya mamlaka ya mapato imeendelea kuona umuhimu wa kuendelea kuwasogeza zaidi walipa kodi karibu kwa kuwapatia elimu ya mlango kwa mlango kwa maana ya kwamba watakapopita katika biashara zetu wafanyabiashara, basi kila mmoja awe huru kuelezea kile kitu ambacho bado hajakielewa aweze kupapa, kupatiwa ufafanuzi kamili na aweze kuwa na taarifa kamili zitakazomsaidia kuendelea kuwa mlipa kodi bora. Pia nipende kuwakumbusha walipa kodi wetu kwamba sasa hivi tunaelekea mwishoni kabisa wa mwezi wa sita ambao ni mwisho wa awamu ya pili ya kulipa awamu ya pili ya kodi ya mapato. Ni wakaribishe sana, tuendelee kufika ofisini, na kwa wale ambao wana control number tayari, basi tunawakumbusha waendelee kulipa zile awamu ya pili. Nilikuwa sifahamu kwamba mashine ukiwa ukiwa na ukiwa unatoa kwamba haikuchukui gharama yoyote. Mi nilikuwa najua kutoa risiti na gharama unaingia wewe, nimeelewa kwamba hamna kitu kama hicho n yani, hautozi gharama yoyote katika kutoa risiti, na pia nimeelewa kwamba ukinunua mashine uh, ile uh, gharama ya mashine ile wanakurejeshea TRA. Hey, pamoja tunajenga taifa letu.